Mjambo mabibi na mabwana, kaka na dada, hamjambo waungwana. Tukimweka Yesu katika nyanja zote za maisha yetu, ataweza kutushindania vita vyetu vyote, na hakuna changamoto yoyote ambayo itaweza kutushinda, na mambo yote atatuendea vizuri maishani mwetu. Alipo Yesu, yote yanawezekana, alipo Yesu, yanawezekana, alipo Yesu, yote yanawezekana, alipo Yesu, yanawezekana

Alipo Yesu yote yanawezekana, Alipo Yesu yanawezekana, Alipo Yesu yote yanawezekana, Alipo Yesu yanawezekana

Bwana na azidi kutubariki na kututendea mema. Amina.